Nenda wapi bwana? Na sisi bwa. Tuko na usini. Usini ya baba bwana. Eh? Sisi tuko na usini ya baba naenda wapi? Usini ya baba hata mimi bado niko naye. Unajua mm. Hiyo kitu karibu niweke nifukushe bibi. Mm. Juu baba alikufa mpaka siku ya bibi. Mm. Sisi kama watu wa Nyanza, mm, bado tunataka kuomboleza baba mpaka 2027. Hatutaacha mm, kusema jina ya Raila Molo Diga. Mm. Mkifikiria tutaacha. Atuwezi aje. Baba ni baba. Ndiyo. Waluo wote na wajaluo wote bado wanamboresha baba mpaka 2027. Jina ya Raila itaeza 3 decades. Karibu 3 years to come. Hatutaacha kusema jina ya Raila, haitaisha hapa karibuni. Bado tunasema jina ya Raila Mungu tutaacha? Hatuwezi. Hatuwezi acha atu hiyo jina. Mm. Mimi hata sasa hivi nyenye naenda. Mm. Naomba tu kimoyo moyo, mo, naomba tu kimoyo moyo Mungu. Mm. Oh, Mungu, Mungu, mm, fufua Raila rudi, fufua Raila. Mm. Fufua Raila rudi wapi? Mm. Hatuwezi jina kubwa Bwana Yesu hii wa sasa iko bwana. Iko. Hakuputi ule lebo. Mm. Raila wa sasa iko bwana. Hatuwezi mm, kosa kusema jina yake. Jina mm, ya Raila lazima la, la, la, la, tuseme asubuhi, Saa saba asubuhi tukiamuka tu hivi, unasema jina ya Raila. Saa saba tukiingia, hmm. unasema jina ya Raila, hiyo e ni lunch. Hmm. Hmm. Jioni tukiingia, hmm. unasema jina ya Raila, hiyo ni dinner. Hatuwezi kwanza tuseme, kusema jina ya Raila mpaka tunashikanisha na saba yote. Sisi kama wajaluo hatuwezi kwanza, unataka tuseme jina ya nani? Hmm. Hmm. Unataka tuseme jina ya nani?

Ako. Baba ako. Na baba ni sisi. Unaona mm. No sisi? Mm. Baba ni sisi. Hiyo TikTok mm. ni mm. jina ya Raila kutoka asubuhi mpaka jioni. Mpaka jioni. M kutoka jioni mpaka asubuhi tena. Bali jina ya Raila ama wafunge TikTok. Eh. Hey. Wafunge TikTok, wafunge, wafunge Facebook, wafunge YouTube. Hey. Nani aliwaambia ati Raila aende? Nani alisema Raila aende? Hakuna. Si hakuna. Sisi hey. tunasema jina la ra Raila. Tukikula yeah. mandazi, Raila. Eh. Hey. Tukikula chapati, Raila. Tukikula omena, Raila. Raila. Tukikula si tek. Raila. Sisi hatukulaji kabeji. Hatukulaji mm. si kabeji sisi. Sisi hatukulaji mm. kabeji. Kabeji. Kitu iko si na maji. Hatukulaji hiyo. Hatuwezi <laughs> kula kabeji sisi. <laughs> Tunakula si tek. mm. Nyama. Mm. Tunakula sukuma. Hapana mm. sukuma pana. Mm. Omena. Mm. Na mandazi. Mm. Mandazi. Mm. Mandazi. Mm. Mandazi mm. ni tunakula. Yeah. Nikienda kununua mandazi. Mm. Raila. Mm. Nikienda kupanda matatu, Raila. Mm. Nikienda Madare, Raila. Yeah. Nikienda Kibira. Raila. Hata saa hii bado Raila kuwahi. Saa hii. Tunaamini baada ya kuwahi. Mm. Raila alikufa. Hajakufa. Raila bado hakuwahi. Kila mahali mm. tukienda Raila. Kila mahali tukienda Raila. Mm. Kila mahali ukiporomoka ni Raila. Mm. Wewe, wewe niambie, unasema aje mwami? Ah, mimi nasema Raila baada ya gohaya hajakufa wewe. Hajakufa? Eh. Yeah. Kile tu ni mwili tulipeleka. Lakini mwenyewe baada ya gohaya. Yeye baada ya kuapa Nairobi bado si bridge nasunguka sunguka. Yeah. Hey. Raila miaka 300. Oh. Mm. Raila kudinga ni miaka 300. Raila kudinga miaka 300. Mwami. Mm. Eh, mwami. Hey, Raila kudinga miaka ngapi? 300. Miaka 300. Mm. Raila miaka 300. Mm. Hata After election 2027 ni Raila. Mm. Si ndio? Yeah. Ni Raila. Raila amesimama juu ya mountain top. Mm. Alisema hata kama atafika na sisi, yeah. Sisi bado tutafika. Mm. Ni TV Kiala Kiala Kiala TV TV, TV. TV. TV. TV. TV. Yeah. Raila yeah. Raila. Yeah. Kila kitu